Good morning, my chicks. Good morning, my loving people. Good morning, my team. Kadala team, mko poa. Ikawa jioni. Ikawa asubuhi. Siku ya pili. Wanaendelea na antibiotic. Wanaendelea na Timo Farm. Na Amintoto. Wako sawa. Wako sawa kabisa. Wanaendelea kula chakula. Kama ambavyo unaona na wako vizuri, hakuna kifo, kama ambavyo tulizungumza kwenye video zilizotangulia. So twende pamoja, tuone tutafika wapi. Sawa, cha kuzingatia, usafi wa vyombo, maji safi na salama, lakini kipimo cha dawa pia usizidishe, ili kwamba dawa isiwe sababu ya kifaranga kupoteza maisha. Sawa, kitu chochote kile kikizidi, jamani, ni sumu, si ndio? anything ikizidi ni sumu. Kwa hiyo lazima wewe mwenyewe uwe makini, weka tu kiasi halafu mambo mengine yataenda tu. Kile kingine nacho sasa hivi naona kinaendelea vizuri. Nilisema vilikuwa viwili vilikuja havijakomaa kabisa na havina hata manyoya. Kile kingine kinaendelea vizuri na unaona kimejichanganya kile pale karibu na jiko pale. Kile kimesimama kimeinua shingo juu. Moja ni kifuate. Na kimekaa saizi manyoya. Acha nikifuate. Iki hapa. Iki hapa. Echa kile kingine. Kinachangamka saizi na ni kidogo ukilinganisha na wengine. Chenyewe ni kidogo sana. So mambo si haba, umekucha tena siku ya pili, tunaendelea na dawa zetu mpaka siku tano. Siku ya sita tutawapa plain water. Siku ya saba tutawapa chanjo. Wiki itakayofuata tutawapatia tutawapatia vitamin peke yake, antibiotiki tutaiweka kando. Sawa, ndugu zangu, mimi I love you. Endelea kuenjoy Endelea kujifunza. Kama una swali uliza hapo, lakini maswali yale ambayo yana mashiko, sio maswali ya kitoto. Unaniuliza eti moto huu unabadilisha baada ya muda gani? Hayo sio maswali. Uliza maswali ambayo yana msingi, maswali ambayo hata nikisoma swali najua ile swali mtu anahitaji kusaidiwa, lakini sio jokes. Kuna watu wengine hawako serious, wanakuja wanauliza maswali ya kijinga hapa. I'm not for that, sawa so, Hatuchezi, tunafanya mambo ya msingi. Hatuchezi, sawa. Naona wanapiga riadha, naona wanapiga riadha, wanaenjoy hali ya hewa nzuri, joto safi. Wengine wamekula sasa wanataka kulala, hapa ndo wanajipanga, wanajiandaa kulala hapa, wako vizuri sana. Mimi nawapenda sana jamani, muwe na siku njema, tutaonana baadaye.